Kuna methali ya Kichina inasema, mti unaotafuta kivuli ulipandwa na mtu aliyefahamu kivuli chake mwenyewe. Ulifikiria kuhusu hilo? Inamaanisha hata baraka unazotamani leo zilipandwa na mtu aliyemjua yeye ni nani. Sasa jiulize, wewe unajua kivuli chako ni kipi? Maana huwezi kupata pesa ya kudumu kama bado hujajua ulivyo ndani. Kuna sehemu fulani ndani yako ambayo ukigusa, dunia italipa kusikia sauti yake lakini tatizo ni moja: wengi wameishi maisha yao yote bila kuijua sehemu hiyo. Leo nitakuonyesha kwa nini pesa imejificha humo na kwa nini kipaji chako kinaweza kuwa mlango wa uhuru wako wa kifedha. Usitoke, kwa sababu dakika chache zijazo zinaweza kukufanya uangalie maisha yako kwa macho mapya kabisa. Lakini kabla hatujaanza, bonyeza subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, maana video kama hii haitoshi kuitazama mara moja. Twende sasa tuchimbe mahali ambapo pesa imejificha, moj matatizo ya watu. Where there's a problem, there is money. Ukweli wa kwanza kuhusu pesa ni huu: popote kwenye tatizo kuna pesa. Kila mtu anayeishi duniani ana shida fulani, na mtu mwingine analipwa kutatua shida hiyo. Hivyo kila shilingi unayopata ni malipo ya thamani uliyoitoa kutatua tatizo fulani. Wengine wanatafuta pesa, wachache wanatafuta matatizo na wao ndio wanatawala dunia ya kiuchumi. Tatizo ni mlango wa fursa, na watu wengi hukimbia milango hiyo kwa hofu, wakifikiri ni hatari. Wakati watu wanalalamika juu ya foleni, mtu mwingine anaona fursa, anabuni app ya usafiri, anapata pesa. Wengine wanalalamika juu ya bei ya nyumba, mtu mwingine anaanza kujenga nyumba nafuu, anajenga utajiri wake. Kisaikolojia, akili yako imefundishwa kukimbia maumivu, lakini siri ni hii ukijifunza kutazama matatizo si kama vizuizi, bali kama vyanzo vya thamani, unabadilika kuwa msuluhishi, na dunia hulipa watoaji wa suluhisho. Wale wanaogopa matatizo wanaishi kwa kutafuta mshahara, wale wanaoyakumbatia wanaunda miradi. Usikimbie tatizo, liguse. Fanya risasi yako ya kwanza ya pesa isiyo kutafuta kazi, bali kutatua tatizo. Mbili fedha ipo kwa watu, the law of exchange. Pesa haipo hewani, haiko kwenye karatasi. Kila shilingi ulionayo ilitoka kwa mtu mwingine. Hii ndiyo the law of exchange. Pesa huzunguka pale ambapo thamani inabadilishwa. Swali kubwa ni moja: wewe ni wa thamani kiasi gani kwa mtu mwingine? Kisaikolojia, watu hawalipi bidhaa, wanalipa hisia. Biashara nyingi hufa, si kwa sababu bidhaa ni mbaya bali kwa sababu mmiliki hajui watu, hajui psychology ya wateja wake. Harvard Business Review iliwahi kuchambua kwamba 80% of mauzo hutokea kwa sababu ya emotional connection, si logic. Hii inamaanisha ukiweza kugusa hisia za watu, unaweza kuuza chochote. Hawaunui chakula tu, wananunua utulivu wa njaa. Hawanunui nguo, wananunua heshima. Ukiweza kutambua hisia zinazosukuma watu kutumia pesa unaweza kuunda thamani isiyopingika. Ukiuza kitu kwa bei rahisi, unashindana na wengi. Ukiuza thamani, unakuwa wa kipekee. Hivyo acha kuuliza nitapata pesaje, uliza nani ninayemsumikia na kwa ubora gani? Tatu. Ugumu wako barrier to entry. Kadri jambo linavyohitaji ujuzi, nidhamu na subra, ndivyo linavyolipa zaidi. Sasa hapa ndipo wachache hujitenga na wengi. Watu wengi hukimbilia vitu rahisi, lakini pesa ipo kwenye ugumu. Kisaikolojia, ubongo wa binadamu hupenda urahisi, lakini urahisi hauna faida kubwa. The harder the problem, the higher the reward. Kama mtu anaweza kufanya kitu kirahisi haitalipa sana, lakini kitu kinachohitaji ujuzi wa kipekee, muda au uvumilivu, ndicho kinacholipa zaidi ndio maana fundi wa umeme anaweza kulipwa ishirini kwa saa moja, si kwa sababu ya dakika, bali kwa sababu anajua waya gani kugusa. Na ndiyo maana software engineer, doctor au strategist analipwa zaidi, kwa sababu barrier to entry ni kubwa. Ukikeuka ugumu, unakeuka pesa. Hivyo jifunze kuingia kwenye maeneo watu wanaogopa kuingia, weka muda wa kujenga your rare skill. Yako ndiyo investment halisi ya karne hii. Nne. Wazo, ideas are seeds of wealth. Wazo ni mbegu ya utajiri. Hakuna kampuni kubwa duniani ilianza na pesa. Zote zilianza na idea. Lakini si kila wazo lina nguvu ya pesa. Wazo sahihi ni lile linalogusa matatizo ya watu kwa njia ngumu ambayo wachache wanaweza kufanya, na yenye leverage ya teknolojia au psychology. Matatizo jamanisha watu, jamanisha ugumu Jamanisha wazo equals blueprint ya utajiri. Wazo zuri hakimbii criticism. Wazo zuri huleta hofu kwa sababu linavunja kanuni za kawaida. Kama wazo lako linaonekana crazy kidogo, uko kwenye njia ya sahihi. Mfano, Elon Musk aliwahi kuulizwa kwa nini anafanya vitu vigumu kama SpaceX. Akasema, kwa sababu hakuna anayethubutu kufanya. Wakati watu wanatafuta comfort, matajiri wanatafuta discomfort yenye faida. Andika wazo lako, fanya risk ndogo leo, tazama majibu ya soko. Hapo ndipo pesa inaanza kuzunguka. Wazo plus utekelezaji equals mzunguko wa utajiri. Tano, kipaji. Your natural advantage. Kila mtu amezaliwa na kitu cha kipekee. Sio kila mtu atapata pesa kupitia njia sawa, kwa sababu kila mtu ana energy na strength tofauti Kisaikolojia, unapofanya kitu unachokipenda na unachokimudu kwa urahisi, unaingia kwenye hali inayoitwa flow state, ambapo akili, mwili na nafsi vinaungana. Hapo ndipo ubunifu unatokea na hapo ndipo pesa huanza kutiririka bila kupambana sana. Kipaji chako kinaweza kuwa kuongea, kuandika, kubuni, kufundisha au hata kusikiliza vizuri, lakini wengi hawajui kipaji chao kwa sababu wamefundishwa kuishi kama wengine. Na kama bado hujajua kipaji chako kiko wapi, usihangaike. Niliwahi kufundisha hatua kwa hatua jinsi ya kukidingua. Bonyeza link kwenye description. Hiyo video ni kama ramani ya kujitambua kabla hujajua pesa yako iko wapi. Ukiunganisha kipaji chako na tatizo la watu, hapo ndipo pesa hijificha kwa sababu unatoa value halisi kutoka kwenye nguvu yako ya asili. Ukifanya kitu ambacho unahisi kinakutumia badala ya kukuchosha, uko kwenye njia ya uhuru wa kifedha. Matajiri wengi hawakutafuta pesa, walitafuta alignment na pesa ikawa matokeo. Kwa hiyo sasa, unajua pesa haiko mbali, imejificha ndani ya dunia halisi ya matatizo, watu, ugumu, mawazo na kipaji. Ukiunganisha haya matano, unaunda mfumo wako wa utajiri. Tatizo jamanisha wazo jamanisha kipaji jamanisha utekelezaji jamanisha thamani Equals uhuru wa kifedha. Hicho ndicho siri ya kweli ya pesa. Usikimbie pesa. Usiombe pesa. Jitengeneze kuwa mtu wa thamani na pesa italazimika kukufuata. Hiyo ndiyo akili ya utajiri. Kama umependa video hii, usisahau subscribe, weka komenti yako ni kuone unataka nizungumzie sehemu pipi kwa kina zaidi, matatizo, watu au kipaji. Na ukumbuke huwezi kuvutia kile ambacho haujakuwa tayari kuwa. Kaa imara, jifunze kila siku. Maana dunia hailipi wajuaji, inalipa wanaotekeleza.